Kwenye baadhi ya imani zinasema Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake. Hivyo basi, kwa jinsi hii Mungu alivyo mtukufu, nasi tunapaswa kuishi kwa kumtegemea yeye kwa kutenda mema, ikiwemo kuwasaidia wahitaji. Nayo Matendo ya Huruma haiko nyuma kuwa karibu na Mungu wetu kwa kuendelea kuwasaidia wahitaji, ambapo mnamo tarehe tatu ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano wana Matendo ya Huruma tukiongozwa na katibu wetu shupavu Suzana Mandia, mratibu wa matendo ya huruma daktari Grayson Kibwana Shedafa na baadhi ya wa wajumbe tulifika mtao kwa Semangube, ili kumtembelea mhitaji Ashirafu Kupaza ambaye anasumbuliwa na saratani iliyopelekea kupata upofu, yaani haoni kabisa, ngozi yake kuharibika na athari nyinginezo zitoka nazo na ugonjwa huo. Lengo kuu ni kumwezesha mama wa muhitaji Ashirafu kuanzisha biashara ya vitafunwa ili kujikimu na hali ya maisha pamoja na kumsaidia mwanae kupata baadhi ya mahitaji yake kutokana na biashara hiyo. Ziada kwa kundi sima, pia mimi namshukuru sana, na kwa ujio wenu na kwa kujua kabisa kwamba mtawa kwetu na walemavu na ambao wa wasiojiweza pia, naombeni mwasaidie kupitia mimi kama mwani, kama mjumbe na kama balozi. Nimeshukuru kwa zawadi mzoeletea kwa Bwana Ashirafu pamoja na mama yake kujikimu kupata kumsaidia Ashirafu. Ashirafu, usijisikie upweke, usihuzunike, hiyo ni kawaida na kila na kuna wenzako wengine ambao hata nje wanahitaji wa kuona lakini hawakuona. Mm. Yeah. Yeye tunashukuru Mungu kwa hapo ulipopitia na hapo ulipofikia pia tunamshukuru. Eh, pia siwezi kuja ukata mimi nimeshukuru kwa zawadi unaoletea Mwenyezi Mungu, amibariki aniongezee mzidi kunitumainia na kunipenda pia na kunipigania katika maisha yangu tangu ni chafu nashigile. Pia alikuwa naomba mii ni muimbaji pia nisaidia kwenye sekta hiyo pia mimi napendelea sana nipate gitaa, gitaa takuingiza kipato chochote. Sasa nivo nini, nikitunga tunga sinaelewa ile. Kwa mgo mbuyu ulianza kama kicha, kwa tinaaza taratibu taratibu. Nawashukuru wote, Mwenyezi Mungu alibariki aipiganie So, mimi, tu hata wengine pia wanashida, mimi pia amimi abariki nao pia wapate chochote pia apate kujiki zangu karibuni hapa zaati, ni washukuru wote katika kikundi cha wa cha watu wa Huruma, maana mmenipigania tangia niko nikomwimbili mpaka nimefikia hapa, nakuja mpaka wameniona na bado mnazidi kunipigania, yaani Mungu awabariki sana. Msiishie hapa tu, na wengine wana mahitaji mengine zakuaa kawasaidia pia hivyo hivyo, utakachokuwa nacho Mungu akubariki sawa. na mwanangu aena namuombea, bima anaitwa Ashirafu Ali Kupaza, bima yake imeisha, naomba msaada ili alinyiu tena ili aendelee na matibabu. kwa majina anaitwa Grayson Kibwana Shedafa, ni daktari wa binadamu vilevile ni balozi na mratibu wa matendo ya Huruma. Mama Ashirafu na Ashirafu tumekuwa nao kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili sasa, tukiwa tumewatembelea mara kwa mara. Hivyo leo nashukuru kwa sababu uongozi mpya tumeanza na mambo mapya, tuko pamoja. Sadaka hii imetolewa na mwenzetu ambaye ni mwanasadaka wa siri, lakini tumeipokea na imepokelewa mbele ya Mungu. Asanteni. Leo tumekuja mtaa wa kusema Ngube kwa dada yetu Mama Ashirafu kuja kumletea mahitaji ambayo alitamani kuyapata. Leo kuna tumemletea kilo ishirini na tano za ngano, tumemletea mafuta, tumemletea sukari, bikaboneti, hamira pamoja na pipi. Hivi vitamwezesha kufanya biashara angalau ya maandazi au keki kwa ajili ya kuweza kujikimu hasa katika safari za kwenda kliniki kumpeleka Ashirafu. Mungu awabariki wote ambao mmechangia sadaka hii. Kwa wale wote ambao wataendelea kuguswa, mlango upo wazi kwa kuendelea kumsaidia dada huyu na kijana huyu. Karibuni sana, kwa chochote Mungu atakachokujalia, tupo tayari kukipokea kwa ajili ya kumsaidia kijana Ashirafu. Lakini pia Ashirafu ametushirikisha jambo jingine. Amesema kwamba yeye ni msanii, ni mwimbaji, anatamani apate gitaa ambalo litamwezesha kutunga nyimbo zake ili aweze kujipatia kipato. Kwa hiyo pia, kwa yoyote ambaye atahuswa na hili, kijana huyu anahitaji gitaa. Itakuwa ni vyema endapo tutatimiza haja ya moyo wake. Kushukuru sana. Karibuni wote wana matendo ya huruma, kwa ajili ya kumsaidia Ashirafu. Mungu awabariki sana.